Tukisoma historia ya Mtume Muhammadi sallallahu llahu alaihi wasallam, mwaka wa tatu tokea kuhamia Madina vilitokea vita vya Ghatafani na vita vya Bahrani na vita vya Hamraul Asad na vita vya Uhud. Katika hivi vita vya Ghatafani, kwa sababu Ghatafani ni jina la kabila miongoni mwa makabila ya ya Waarabu. Kwa Wakatofani, wao walipanga mpango wa kuvamia mji wa Madina. Kwa hivyo, habari zilivyomfikia mtume sallallahu alaihi wasalama, yeye na yeye akaandaa kikosi kwa ajili ya kuwafata. Kwa hivyo, akaandaa kikosi akawafata hao Wakatofani na wao wakatafani walivyosikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja, wakakimbia. Kwa hivyo, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda katika mti akajipumzisha, kisha akavua nguo yake kwa sababu walinyeshewa na mvua, akavua nguo yake kwa ajili ya kuikausha. Sasa alipojipumzisha katika mti, akaja bedui mmoja yule bedu alivyokuja anaitwa Dathur akaja akamkuta pale mtume sallallahu alayhi wasallam amepumzika katika mti. Na wakati huo yule Dathur kabeba panga, alivyofika akamkabili mtume sallallahu alayhi wasallam, tena akasimama pale mbele ya kichwa chake pale, akamuuliza man yamnauka minni ya Muhammad, nani atakuzuia na mimi ewe eh Muhammad. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasalama, kwa ujasiri mkubwa akasema Allah. Alivyosema hivi, yule dadhur da yakaingiwa na woga na mshtuko, ile panga likodondoka. Ilivyodondoka ile panga, fatanawalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ile lile panga kaligeukia Mtume kwa maana, akalichukua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha naye akamuuliza mani yamnauka minni ya dathur ni nani atakuzuia na mimi wewe, dathur dathur? Akasema, la ahadan, hakuna yeyote atakayeweza kunizuia. Alivyosema hivi bwana Mtume sallallahu llahu alayhi wasallama akamsamehe, na hapa ndipo unapotaka kukusudia kuzungumzia umuhimu wa kusamehe, kwa ukubwa wa tukio hili, kwa namna ilivyotokea. Lakini bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama alimsamehe pale pale. Mimi na wewe leo kwa hakika kabisa tunakoseana tunakoseana, lakini pia baada ya kukoseana tunakuwa wagumu kusamehe. Yani tunako, tunakosea na tunakoseana vile vile, lakini tukikoseana tunakuwa wagumu sana kusamehe na wakati mwingine hicho kinachotufanya tusisamehane sio kitu kikubwa. Wakati mwingine tunapishana tu katika maneno, lakini mtu anafikia kusema sikusamehi na wala sitosema na wewe mpaka kiyama. Sasa hii ni hatari kubwa, kwa sababu usipomsamehe ndugu yako, basi ujue hata wewe pia ukikosea utakuwa na vigumu sana kusamehewa. kadiri unavyozidi kusamehe basi, ndio faida utazidi kuzipata. Tukiangalia katika tukio hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam, faida ipi ilipatikana baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumsamehe kumsamehe huyo bedui? Baada ya kumsamehe tu yule Dathur akasilimu, tena kusilimu kwake ndio ikawa sababu ya kuwalingania watu wengine na wao wakasilimu. Sasa unavyozidi kung'ang'ania kwamba mimi sisamehi, sikusamehi sipo tayari kusamehe, hata kama wakipatikana watu wa kusuluhisha, wewe nasema mimi sipo tayari tu kusamehe, hivyo unakuwa unakosea. Ukimsamehe ndugu yako Muislamu, ukijengea ukijijengea tabia ya kuwasamehe wenzio, basi ujue hata kwa Mungu pia inakuwa wepesi wewe ukikosea kusamehewa. Kwa hivyo, tujipambe na hii tabia ya kusamehe, ili na sisi tukikosea, Mwenyezi Mungu subhanahu wataala awe mwepesi sana kutusamehe. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake waliokuwa wema wenye kusikiliza maneno na wakayafuata waliokuwa mazuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu wetu ametufundisha umuhimu wa kusamehe na kwamba kusamehe ni tabia nzuri tukujipamba nayo kwa sababu ndiyo tabia inayomwingiza mtu kuhesabiwa na Mwenyezi Mungu kwamba huyu ni katika watu wema. Wanazuoni wametuambia Mwenyezi Mungu alipotaja sifa za wacha Mungu akasema sifa zao, miongoni mwa sifa nyingi alizosema akataja mbili, walkadhimina alghaidha ni wale ambao wakikasirika wanadhibiti hasira zao zisiwatoe katika mstari wa yale yanayoyapenda Mungu na kuyaridhia, wanadhibiti hasira zao zisiwatoe kwenye ule utu uungwana na Uislamu wao. Ya pili Ikaja walafina ani lnas, na wale ambao wakikasirika kwa kuudhiwa wanasamehe watu. Mwisho anasema wallahu yuhibbu almuhsinin, na Mwenyezi Mungu anawapenda watu wema. Kwa hiyo wanazuoni wakasema Mwenyezi Mungu kumalizia kwa anapenda watu wema, anatufahamisha kwamba sifa mbili hizi tukijipamba nazo tunakuwa miongoni mwa watu wema, lakini jambo la kusamehe linaenda pamoja kama ilivyokuja kwenye aya na kudhibiti hasira. Haina maana usikasirike, kwa sababu kukasirika ni sehemu ya maumbile ya binadamu lakini ubora wa mtu ni pale anapokasirika akadhibiti hasira zake, na ndiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sio mbora wenu yule ambaye ni bingwa wa mieleka, bingwa wa ngumi, kwamba anaweza kupigana vizuri kweli. Siku hizi yule Mayweather hayupo, siku hizi kuna mtu anaitwa Crawford Yani huye anyway, sio mbora wenu, lakini mbora wenu na shujaa, akasema man yamliku nafsahu ya inda lghadhab, ni yule anayeweza kumiliki nafsi yake akikasirika. Alikwenda mtu kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akataka ausiwe apewe wasia. Baadhi ya wanazuoni wanasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjua, alimjiwa yule bwana, alikuwa ni mtu wa kukasirika na akikasirika anakuwa hashikiki. Basi kila akisema ni usia, anaambiwa la taghdhab, dhibiti hasira zako. Kwa hiyo mwalimu katufunza hapa kusamehe ambapo kunaanzia kwenye kudhibiti na hasira. Ni jambo jema katika mambo ambayo Mungu ameweka, ni katika sifa za watu wema. Kilichozidi, kuna tofauti ya kusamehe wakati ule mtu humwezi, kwamba huyu unamuona namna alivyokuwa bouncer, unajua yani huyu akinipata ngumi moja tu, yalla, ndio unajitia a, nimemsamehe bwana Kumbe kwa sababu humwezi. Kwa hiyo hapa kilichozidi kinasemwa na wanazuoni, alichofanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kinaitwa, al-afwu indal maqdira al, yani ni kumsamehe mtu wakati umemweza. Ndio maana alipomwambia wa waman yamnauka minni, yule bwana akawa hana njia, mtume kishamweza. Ndio inasemwa katika sira, faafahu afwa almaqdira, akamsamehe msamaha wa mwenye kumweza, na hapo ndo pahala muhimu sana pagumu, kwamba kakukosea kakufanyia ubaya sana lakini sasa yuko pahala ambapo ulimtaka akae, kwamba yani, unao uwezo wa kumfanya unavyotaka, alafu ukaamua kumsamehe. Kusamehe huku kuna fadhila kubwa sana kuliko ile. Unajua, hapa nikimgusa, nimekwisha sa, nimemsamehe jamani, kwa sababu umwezi almuhimu. Jumla kusamehe ni sifa nzuri, na usimwangalie aliyokukosea, mwangalie aliyoamrisha wewe, usamehe. Sehemu nyingine kwenye Qur'ani inasemaje? Faman afa wa aslaha, pameunganishwa vitu viwili, sio kusamehe tu, lakini kusamehe na kutengeneza. Islahi ni kutengeneza kile kitu ambacho mwanzo kilikuwa kizuri halafu kimeharibika sasa unakirudisha ndio, kama vile tunasema nini, restoration, kukirudisha kitu kwenye hali yake ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo, mwanzo uhusiano wenu ulikuwa mzuri sana, mwanzo udugu wenu ulikuwa mzuri sana, mwanzo urafiki wenu ulikuwa mzuri sana. Sasa ukaharibika, na umeharibika kwa huyu kukukosea, kakukosea alafu katamba sana sasa kafika pahala kule kutamba hakukwa, yani wewe sasa ndo unamuweza, alafu ukaamua kumsamehe. Sasa haitoshi kusamehe, a a, ukishasamehe tengeneza irudi kama ilivyokuwa mwanzo. Ndio kwa maana afa wa aslaha, yule mwenye kusamehe na akatengeneza kufanya vizuri, huyu mambo yake ndo mazuri zaidi. Kwa hiyo na sisi <coughs> tumwombe Mungu atupambe na sifa hii. Sadumar Abdallah mwenye baraka akikuwa anaelezea kisa kilichowekwa kwenye tafsiri ya aya hii kwamba bwana mmoja alikuwa na mtumishi wake, kama sisi unakuwa na kijana wa kazi nyumbani au dada wa kazi. Kamtuma amletee labda kahawa au nini hivi, yule alipokuja, bahati mbaya Akammwagia, imemwagika, imemwagikia pengine maji ya moto. Yule bwana alipoanza kuchemka, afanyakazi yule akasema walkadhimina alghaidhi, akamsomea ile aya. Aliposomewa katika sifa za wacha Mungu wenye kudhibiti ghadhabu zao, akasema kadhamtu ghaidhi, basi nimedhibiti ghadhabu zangu mwenyewe akisema mwenye baraka kwamba yule yule mtumishi naye ana mambo akaongeza, walafina ani nnas na wanaosamehe watu. Bwana mkubwa wakasema, afautu anka, nimekusamehe sema. Mtumishi akuishia ya hapo, wallahu yuhibbu lmuhsinin, sema yule alikuwa mtumwa na Mwenyezi Mungu anawapenda watu wema. Akamwambia, na kuanzia leo huko huru. Kwa hiyo mwalimu anasema, alafu inda almaqdira kusamehe wakati unamweza. Maanake alikuwa na kunyanyasa siku zile na nini, una kitu sasa hivi wewe ndo unazo. E, msemo wenu au sio, bwana Ngobeke, kwamba this is my time, lakini uweze kusamehe, alafu utengeneze iwe nzuri kama ilivyokuwa mwanzo. Hapo ndo kwenye malipo makubwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa wabarakatu.